Mambo vipi mtazamaji wa Radio 1, nipo na mchambuzi Khamis Kabwe. Hapa tunaangazia kwanza kuelekea mechi ya tatu, mechi yetu ya mwisho ya Tanzania katika michuano ya AFCON 2025 dhidi ya Tunisia, ikiwa mechi yetu ya pili dhidi ya Uganda tulitoka sare ya bao moja kwa moja. Kwanza mchezo wa Tanzania na Uganda uliutazamaje na nafasi yetu Tanzania kuelekea mechi dhidi ya, ya Tunisia na kufuzu pia? Uh, ulikuwa mchezo mzuri, ulikuwa ni mchezo mzuri sana kiukweli, lakini kwa mujibu wa maoni ya watu wengi ambao wanafuatilia mpira wa kidunia ile ndio ilikuwa mechi mbovu kuchezwa kwenye mashindano ya AFCON, Kabwe. Ile ndio ilikuwa mechi mbovu kuchezwa kwenye mashindano ya AFCON, yani kwa maana ya kwamba viwango vya ile mechi vilikuwa sio vya hadhi ya kidunia yani, zilikutana timu mbili ambazo zinatoka ukanda wa Afrika mashariki ambazo ukiangalia kiuhalisia wote hawatoi mwanga wa, wa, wa kufanya vizuri ama kuwa wakubwa kwenye mpira wa Afrika. Yaani zilikutana timu ambazo uwezo wake ni wa, ni wa kawaida, uwezo wake ni wa kati. Haikuwa mechi ile kusema kwamba ni mechi ambayo inaweza ikakupa kitu tofauti kabisa na mechi zingine ambazo zimekuwa zikichezwa kwenye mashindano ya Afcon. Unapozungumzia Afcon unazungumzia mechi ya unazungumzia mashindano ya daraja la juu kabisa yani. Ndio mashindano makubwa barani Afrika. Kwa hiyo kiwango cha, cha, cha, cha, cha mechi kinabidi kiwe kikubwa zaidi. Yaani sio ni mechi ambayo unaweza tu kaiangalia kwa sababu wewe ni Mtanzania, kwa sababu wewe ni Mganda ukaridhika kwa kile ambacho kilichotokea uwanjani angalau angalau, ukiuangalia Uganda kuna eneo unaona kabisa kuna vitu vingi sana kiufundi, hasa wachezaji wao, unaona walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kufanya kitu tofauti na sisi Tanzania. Yes, tulijitahidi kwa uwezo wetu, tuliperform kwa uwezo wetu, lakini mara ya mwisho, wakati mi nafanya interview na wewe, nilikwambia kwamba ili sisi tujione sasa tumekuwa bora na tumefikia kwenye levo ya kuwaza hata kushindana kwenye mashindano ya Afcon 2027 ilikuwa ni lazima tumtawale Mganda na ikiwezekana tumfunge, tumfunge, tuchukue alama tatu muhimu, tumtawale na tumfunge. Yes, ni mashindano magumu, Uganda anatuzidi kwenye viwango, kwenye ranking, kwa maana yeye yuko wa themanini na tano si tuko wa mia moja na huku lakini bado kwenye eneo la ukuaji wetu sisi na malengo yetu sisi ya kufanya vizuri 2027. Aina ya mechi kama ya Uganda ilikuwa ni mechi ambayo tunapaswa kushinda. Uliona ni... kuna nafasi hiyo ilikuwepo, nafasi hiyo ilikuwepo kwa sababu kwanza tulikosa magoli mengi sana, lakini pili sisi tulianza kutangulia kwa kuwafunga goli, umeona. Tatu, tuna baadhi ya wa wachezaji ambao mimi naamini hata kama Tunaweza tukawa tunazidiwa ubora kwa kiasi fulani na Uganda, lakini hata sisi kuna baadhi ya wachezaji wanawazidi kiwango baadhi ya wachezaji wa Uganda wapo Tari na Rakia yule ambaye anacheza Rochdale ya ya ya England. Lakini kama itoshi pia tena alikuwa na performance nzuri sana, bwana mdogo Alphonse Mabula alikuwa katika kiwango kibora sana, Novatus Dismas, umeona eh, Faisal Salum, Fei Toto, Abdallah na hata alipoingia bwana mdogo Charles Mombwa unaona kabisa kuna vitu sisi tumewazidi. Ibrahim Baka, ukizungumzia moja kati ya mabeki bora hivi sasa Afrika Mashariki na Kati, huwezi kuacha kulitaja jina la Ibrahim Abdullah Baka, performance bora kabisa muone. Lakini kama haitoshi pia Muhammad Hussein Shabala Zimbo Junior, ni kwa sababu tu ya umri, na ndio maana hata siku ile Azizi Kiondo ambaye ni fullback wa, wa kushoto wa Uganda ambaye alitusumbua sana, alikuwa anapita upande wa, wa, wa, wa bwana mdogo Haji Mnoga kule alisumbua sana mm -hmm. Watu wengi wanaamini kwamba ni bora kuliko Shabalala. Hapana, Shabalala alikuwa ni bora kwa sababu ya umri, kuna baadhi ya vitu vinapungua. Na ukiangalia yeye, Azizi ana umri wa miaka 23 tofauti na Shabalala anaelekea miaka 30 hivi sasa, kwa hiyo hata ile energy na upambanaji lazima utakuwa umepungua. Kwa hiyo ukiangalia kwenye maeneo mengi unaona na sisi tulikuwa tuna quality ya kuweza kuwapa game ngumu na kuweza ku, kupata ushindi na kujiandaa zaidi kwa ajili ya elfu mbili na ishirini na saba. Sasa wasiwasi wangu mimi ni kwamba ikiwa tunamshindwa tuna, tuna mpinzani kama Uganda, ni mpinzani yupi ambayo sisi tunaweza tukaenda kwenye mashindano makubwa kama AFCON tukamfunga? Kwa sababu ukizungumzia AFCON unazungumzia wale majiants wa mpira wa Afrika sasa a majayanti wa mpira wa Afrika kama unakutana una tu na hawa na hao ambao wewe unazingana nao levo, au wenye levo ya kati unashindwa kuwafunga vipi? Kuhusiana na hawa majayanti, ndo ile ikitokea, kwa mfano kama mechi ya Tunisi ambayo tunaelekea tuna kucheza mechi ya, ya nandii ya tatu, inatokea tunaweza tukamfunga Tunisi, yani inatokea, sio kwa sababu sisi ni bora sio kwa sababu labda tu tunawazidi Tunisia mbali sana. Hata kwenye ranking ukiangalia wao wana wako nafasi ya 41 sisi tupo nafasi ya 100 na, sio labda sio mia moja, mia moja na 20, kitu cha namna hiyo, ukiangalia kwa mchele 118 kitu cha namna hiyo, ukiangalia kwa maana uki, ya ranking, ukiangalia uzalishaji wa wachezaji wao ukiangalia ubora waliouonyesha unaona kabisa hawa watu wametuzidi bali, historia inaonyesha kwamba Tunisia ni mabingwa wa Afcon walishawahi kuchukua ubingwa wa Afcon, lakini wamekuwa wakishiriki mara kadhaa kwenye mashindano ya Afcon na kufika kwenye hatua za juu, robo finali, nusu 16, bora. Sisi hata kuvuka tu hatua ya 16 bora imekuwa ni shughuli. Kwa hiyo kuna, kuna uwezekano wa kuwafunga kwa sababu za kimpira, yani Tunisia tunaweza tukawafunga kwa sababu za kimpira. Lolote linaweza likatokea, kwa sababu hakuna hata mtu mmoja aliyewahi kutarajia kama Saudi Arabia wanaweza kumfunga Argentina kwenye mashindano ya World Cup. Nani alitegemea? Argentina ina Messi, mwona. Argentina ina wawa wakina Enzo Fernandez. Argentina ina wakina Makalista, Di Maria lakini walifungwa na, na Saudi Arabia, si unakumbuka? Nani alitegemea? Hayo ndiyo mazingira ya mpira wa miguu ambayo yanaweza yakatufanya sisi tuweze kuwafunga Tunisia kwa sababu za kimpira, lakini when it comes kwenye ishu ya kujiandaa kwamba tulienda kushindana kuhakikisha kwamba tuna, tunafika kwenye hatua za juu zaidi kwa aina ya mpira tunaocheza. Na ukiangalia wenzetu wanavyocheza, intensity, ubora wa mchezaji mmoja mmoja, kila kitu, unaona wenzetu kuna sehemu wametuacha mbali sana. So hata kuelekea mechi ya Tunisia, nikiwaangalia wakina Ferjani Sassi, naona wakina Hannibal Mejbri, lakini kama haitoshi, wamekuwa na wachezaji wengi ambao wana hiyo quality ya kuweza kuna ndio kucheza kwenye level yoyote. Tuliangalia mechi ya mwisho wamecheza na Nigeria. Matokeo yalikuwa ni matatu, magoli matatu kwa mawili. Walifungwa walikuwa shatunguliwa magoli matatu, wakaja wakachomoa magoli mawili. Na ile mechi Almanusu laishi sare ya magoli matatu kwa matatu. Namna ambavyo walivyokuwa wanapush push mashambulizi ni bora kwenye kwenye kwenye kutengeneza kwenye kutengeneza na ndimi mpango mkakati kwa ajili ya kushambulia. Wanaanza kufanya build up from the back kupitia kocha wao umeona Sam Telbis ambaye kiuhalisia na uzoefu alishawahi kufanya vizuri na hii na e timu ya taifa ya Tunisia mwaka 2010 kicho namna hiyo kwenye mashindano ya chani, na ndio maana wameamua tena kumpa project hii ya vijana wengi ili kuanzisha tena safari nyingine ya mafanikio, akina Mohamed Ben Ramadhane ambaye anachezea Al Ahli. So, wana wachezaji wengi ambao daraja lao kilinganisha na wachezaji wetu, kuna eneo unaona kabisa wametuzidi hawa watu. Kwa hiyo itakuwa sio mechi rahisi, itakuwa ni mechi ngumu ambayo kiuhalisia nafikiri tunapaswa tucheze kama hatuna cha kupoteza. Tufungwe sawa, tusipofungwa sawa, yani tucheze kama hatuna cha kupoteza, kwa sababu tunaweza tukamdondokea Tunisia na tukamfunga. Umeona, tukimfunga Tunisia, mimi nitakuwa nitasema kwamba yani kama vile tumemdondokea, si bila vizuri kwa kama tukimdondokea tukipata sote alama nne, tukienda hata hatua ya kumi na sita bora Sio mbaya lote naweza likatokea huko mbele, lakini hatuwezi kuishi maisha hayo ya, ku, ya kubahatisha bahatisha, lazima tutengeneze timu ya taifa imara. Tunaanza kuitengeneza timu ya taifa imara wapi? Kuanzia kwenye vilabu. Mi nilikuwa naomba nshu ya, ya, ya, ya, ya, ya wachezaji kumi na mbili wa kimataifa kwenye ligi yetu, mi nilikuwa naomba iondolewe, wapunguzwe, angalau basi hata wafike sita kwa sababu mimi sioni umuhimu wa kuwa na wachezaji 12, alafu wachezaji wengi sometimes wanaokuja wa kimataifa hapa kwetu hawadumu, na mara kadhaa wamekuwa wakija hapa wanaachwa. Unakuta wachezaji wanasajiliwa dirisha dogo, dirisha kubwa wanaachwa, wanasajiliwa dirisha kubwa, dirisha dogo wanaachwa. Yani kumekuwa kuna sajiliwa wachezaji wengi wa kawaida. Ni bora kuweka hata rumu ya kusajili wachezaji sita wa kimataifa, ambao kiwalisia wachezaji sita wa kimataifa klabu zitalazimika kwenda kusajili wachezaji wenye ubora mkubwa, kwa sababu tunaona lengo si, si kupata wachezaji ambao wana ubora mkubwa kwa ajili ya kusajilia klabu zao kufika kwenye level ya kimataifa. Mara nyingi mimi nikiangalia klabu zetu hizi kubwa ambazo zinashiriki mashindano ya, ya kimataifa, wachezaji wengi ambao wanaanza kwenye kikosi cha kwanza wa kimataifa, unakuta hawazidi watano, au wachezaji ambao wana quality kubwa kwenye hivi vilabu vyetu huwa wazidi watatu ukienda Simba utamkuta sijui elimu panzu kibisawala simela vizuri Roshen the Rock labda alipokuepo pimpin kamera, unakuja katikati labda unamkuta at least Nabi kamera, lakini asilimia kubwa ya wachezaji wengine wote ni aina ya wachezaji kama waliopo hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo hata kwenye kosi ya kwanza unaweza ukaingiza wachezaji wanne tu wa kimataifa. Ukija Africans hivyo hivyo, unaweza kumzungumzia pa Kome Zuzwa, unaweza kumzungumzia sijui Duki Abuya unaweza ukamzungumzia labda Jigi Diara muone, unaweza ukamzungumzia labda nani Maxim pia Zengeli tena, ndio wachezaji crucial, labda Prince Dube. Wachezaji watano ambao ukiwaweka kwenye kikosi chako wanakupa kitu bora zaidi, lakini waliobaki wote unakuta ni wazawa sijumla vizuri. Kwa hiyo pendekezo langu mimi ili kusaidia sasa mpira wetu na kuvilimiti vilabu ili viweze kutumia wachezaji wengi wazawa wangeweka angalau hata wachezaji sita wa kigeni kwenye ligi yetu ili kuja kutoa ku, nafasi na room ya kuvikumbusha ya vilabu vya ya, kwamba wao ndio wanapaswa kutengeneza hao wachezaji ambao watakuja kukompiti kwenye levo kubwa hasa kwenye ngazi ya kimataifa kwenye hii timu yetu ya taifa, wa taifa. Wasipowatengeneza wao hao wachezaji kwa kushirikiana na mamlaka kwa maana ya TFF pamoja na serikali basi tutakuwa tunadandanda hivi hivi kila siku, tutakuwa na watu wa kubahatisha, wakubahatisha, wakubahatisha. Tukifunga tukiperform kidogo, tunasifiana. Tukishinda kama mechi kamoja, tunasifiana. Tukifika hatua ya 16 bora tuna, tuna, tuna, tuna, tunasifiana, wakati sisi tuliwahi kuapa uhuru, tuliwahi kupigania uhuru. Kwa, timu nyingi, kwa, kwa, kwa nchi nyingi sana hapa, na wenzetu tayari washatuzidi na kuna nyingine hapa tulikuwa tunafunga hata goli 8 6, sasa hivi wanatuzidi. Kwa mfano kama Komoro tukutana naye hivi sasa hatuwezi kumpiga tena bao nane, zamani tulikuwa tunampiga 7 6 nane, hatuwezi kumfunga sasa hivi, simuona vizuri. Kuna eneo itafika tu wale watatuzidi tena. Sisi mpango wa muda mrefu kwa ajili ya kutawala mpira wa Afrika tunao? Kabwe, tumalizie na hili kwenye upande wa kuna mjadala umeibuka kwamba baadhi ya wachambuzi wanataka Mbwana Ali Samatta, captain huyu wa timu ya taifa ya Tanzania, astafu. <laughs> Ishu ya kustafu hapana, hapana, nafikiri labda inawezekana labda pia watu wamewaelewa vibaya, sio kustafu. Huwezi kumlazimisha mchezaji kama Mbwana Samatta ambaye ana heshima kubwa sana, bado anacheza klabu eh, kutoka Ufaransa, kwa sababu katika umri wake fikiria yupo reheve ya Ufaransa, lakini kuna, kuna wachezaji wengi wenye umri mdogo wakina, wakina Clement Mzizi, wakina Moris Abraham na wachezaji wengi wazawa tu wa Kitanzania hawapo atakucheza huko barani Ulaya si vizuri, lakini katika umri mkubwa yuko wapi barani Ulaya? Kwa hiyo ni ngumu au si vizuri kulazimisha timu Bwana Samata staf, ila hoja ya msingi ambayo mi nafikiri watu wengi hawajaielewa, wa kwa wachambuzi wengi ni kwamba alipofika Mbwana samata mchezaji ambaye tunamhitaji kama, kama, kama mtu ambaye ana experience kwenye timu ya taifa, na ndio maana watu wengi walisifu baada ya kumuona mwalimu Miguel Gamondi amempa nafasi Kevin John kwenye mechi iliyopita. Lazima uwape nafasi hawa vijana wakina Kevin John, wakina Suleiman. Mwalimu lazima uwape nafasi kuendelea kutengeneza uzoefu wa haya mashindano kuyazoea. Tukiendelea kumtumia Bwana Samatta kila siku, hawa wachezaji wengine watapata uzoefu lini? Sibla vizuri. Sasa Bwana Samatta kwa sababu ya umri wake inabidi wamlimiti muda, kwa mfano kama alivyoingia dakika 20 zile za mwisho sawa. Hata ikiwezekana labda AFCON 2027 akiitwa kama sehemu ya mtu ambaye ana experience siba vizuri eh, kwa ajili ya, ku, ya, ku, ya kuzungumza na wale vijana, kuwaelezea, kwa sababu wengi wanamheshimu, wanampenda, kuna vitu vingi watajifunza. Hiyo ni sawa, lakini sio moja kwa moja kumtegemea Mbwana Samatta ndio awe regular starter kwenye kikosi chetu, wakati ukiangalia umri wake. Unafanya nini? Unamtupa mkono? Tuna watengenezaji hawa wengine tunawapa nafasi vipi hao wengine kwa ajili ya kuja kupata hiyo experience na exposure. Wakina Kelvin John watapata nafasi lini ya kucheza labda michuano ya Afcon? Wakina, wakina Suleiman Mwalimu watapata nafasi lini ya kucheza kwenye eneo la ushambuliaji kwenye mashindano ya Afcon? Kwa hiyo huo ndo uhalisia, sio kwamba watu wanataka bwana Samatta astaafu. Aa, sisi, na, na, na, na wala siwezi kuunga mkono. Tunahitaji sana experience yake, uzoefu wake ni kitu cha, cha muhimu mno mno, tunakihitaji yani, leo kesho lakini lazima limitation iwepo ili kuwapa hawa nafasi vijana wengine kwa ajili ya kupata huo uzoefu. 2027 sio mbali, 2030 sio mbali. Lazima tufuzu finali za kombe la dunia. Tutakuwa na watu kushindikiza mpaka lini? Lazima tutengeneze hawa vijana ambao watapata nafasi ya kwenda kukompiti kwenye hiyo level kubwa. Sasa kama hatuwapi nafasi, maana yake ni nini? Kila siku tutakuwa na Shabalala, kila siku tutakuwa na Kapombe, tutakuwa na bwana Samatta. Juzi hapa, kila mtu alimsifia Alfonso Mabula. Simuona mtandao wa kijamii ulichafuka hapo. Kila mtu alimsifia al Alphonse Mabula. Okay. Sasa tuchukulie hapo. Vipi basi, basi tungemuta Mzamiru Yassin badala ya Alphonse Mabula, akapewa nafasi. Sio maana yake? Simkongwe. Tena si uzoefu kuliko Alphonse Mabula. Lakini kwa nini ampewa Alphonse Mabula? Leo isi yupo pale Novatus Dismas bila nafasi. Na huo na uzoefu angeupata, ange, ange, ange vipi? Sibla vizuri. Kwa kwangu mimi sitaki si ku, kuunga mkono watu ambao wanawashambulia wana, wana baadhi ya wa wachambuzi wakisema kwamba eti labda wanasindikiza wana, wana, wana, wana Mbwana Samatta astaafu. Hapana, hakuna mtu ambaye anataka Mbwana Samatta astaafu, ila watu wanachoshauri ni kwamba kuwe kuna limitation ya Mbwana Samatta kucheza. Of course ni mchezaji mkubwa na uwezo, tunamheshimu, kila mtu anampenda Mbwana Samatta, lakini ili kuandaa kizazi kingine kwa ajili ya kukompiti kwenye level kubwa in the future, lazima tuwape nafasi hawa vijana pia kwenye mashindano makubwa kama hayo wazoee watu.